Mwenyezi wako mimi leo nasema kila kwenye kazi kuna faida. Kwa hiyo nipongeze mpendwa wangu baadaye. Unalisha kwanza wewe, eh e. e. Alisha mimi kwanza, au Unalisha kwanza ni harusi? Wow, jamaa kimezingia. Elisa, mlishe mwalimu mfundaji huyu, tunaweza tukasema nyakanga wa kiroho eh, anatafuta kipande kizuri. Mama vita kila siku tuko kwenye maevent kwao ya onikeke nayo pamoja afia zetu muhimu zaidi ze mm -hmm. Basi, waishi na hawa dada wa rembo wanakusimamia. Baada hapo, chukueni keki peleke kwenye hufia chakula wengine wote.